Ok, karibu tena katika channel yako pendwa kabisa, channel ya Teacher Sauti ya Sifa. Kwa mara nyingine leo nimekuja, eh, na kitu kizuri zaidi kwa wale ambao wanapenda kufuatilia michezo hasa kwa game la football, hapa nikimaanisha Dream League. Wale wote ambao mnapenda kufuatilia Dream League ama mnapenda kucheza Dream League. Sasa leo nimekuja na option ama nimekuja na nafasi ya kucheza Dream League simu kwa simu yani kimaanisha kwamba mtu kwa mtu mtakwenda kucheza Dream League mkiwa na simu mbili. Mmoja atakuwa kashika simu yake na mwingine atakuwa kashika simu yake na mtacheza kama PS. Unafanyaje sasa ili kufanikiwa kufanikisha jambo hilo ili kufanya mambo hayo yaweze kwenda kama PS? So kuwa na mimi, kwa majina naitwa Sauti ya Sifa. Wengi wanapenda kuniita Teacher Sauti ya Sifa, lakini pia hakikisha una eh, eh, subscribe hapo chini kwa kubonyeza neno hilo subscribe. Kwenye comment hapo dondosha comment yako kwamba unatokea wapi, lakini pia mm, unapenda nini sana, ama tutorial gani ambayo ilikuvutia zaidi ambayo hadi hivi sasa unaikumbuka ambayo ilitokea hapa Teacher Sauti ya Sifa. Twende tukajifunze moja kwa moja katika simu zetu Karibu, okay. Sasa katika simu yangu ama katika simu zetu zote mbili, kama unapopata kuzishuhudia, ziko simu mbili hapa. Ipo hii ambayo umezoea kila siku kuiona, yani kimaanisha hii ambayo unaitumia, lakini pia ipo simu nyingine hapa. Sasa kikubwa zaidi kilichotuleta hapa ni kwenda kufungua game letu la Dream League, ambalo ni hili unaloliona hapa. Ili ndio game la Dream League ambalo linahitajika talibofya ili kulifungua lakini pia wakati huo, hata huku pia nitalifungua, ila katika simu hii ya pili, huku imeandika kwamba aloa Dream League, yani kwamba wameniambia nikubali notification zozote ambazo zitakuwa zikiingia hapa katika Dream League. Kama nakubali nipige aloa, nitabonyeza aloa kwa ajili ya kukubali, na hapo basi game litaniambia kwamba, je, litumie space ya ndani ya simu ama katika device yangu Mi nitabonyeza pia aloa. Baada ya hapo, game litakuwa yes, kuna sauti hapa na ikanseli. Baada ya hapo sasa game litakuwa limefunguka kama hivi unavyopata kuona hapa. Sasa utabonyeza ok okay, yani kukubaliana na vigezo na masharti ambavyo viko katika game hili. Hivi hapo utabonyeza ok okay. baada ya kubonyeza ok okay, basi game litasearch pia, litakuwa kama la huku mwanzo hapa wananikaribishwa na niambia kwamba naingia katika Dream League kwa hii simu ya kwanza. Hii hapa, nadhani unaipata vizuri hapa. nakaribishwa katika Dream League kwa hii simu ya kwanza kwao, nitabonyeza katikati hapa. Nikishabonyeza katikati, inamaanisha kwamba sasa nitakwenda kumchagua kapteni hapa, moja kwa moja kapteni ambaye itamchagua mimi ni yoyote heni. Baada ya hapo, nitapiga tiki ila nitaskip kama hivi hapa, nitabonyeza hapa theni nita play. Sasa utofauti wa kati ya gemu hili, ngoja nikuoneshe gemu, ndo hili linakwenda kufunguka hapa ama linafunguka hapa. Maelekezo kibao napewa, lakini na yaskip ila hapo limeanza kucheza, ila mimi nita skip hii mechi, nita quit hapa. Baada ya quit, itakuwa nimefungwa goli tatu kama unavyopata kuona, lakini sasa nita continue, nita continue. hapa ataniambia niende hapa, nitarudi hapa juu, nitarudi pia, nitarudi nitapiga okay, nitarudi sasa utofauti wa game kati ya hili game la kwanza huku kwenye hii simu ya kwanza ambayo tumezoea kuiona kila siku hii hapa ya Sauti ya Sifa na hii hapa ya chini ni kwamba hii ya chini, hapa chini hapa hapa chini hajafunguliwa hapa hivi, hapa unapoona hapa hajafunguliwa, lakini ukija hapa juu inaonekana pamefunguliwa vizuri kabisa. Ukija hapa juu umeona pamefunguliwa, lakini ukija kwenye hii ya chini hapo hapajafunguliwa, na hapo ndipo ambapo utakwenda kucheza game lako watu wawili kwa, kwa yani game moja kwa simu mbili, yani mechi mechi moja, ila mnacheza kwa simu mbili kila mtu na yake. Sasa utafanyaje? Ili hapo na penyewe pajifungue, hapa pajifungue, manake pamelokiwa hapa, kama unavyopata kuona kwamba hapa pamelokiwa. Sasa hapo utaskipu mechi takriban mechi sita au tano, kwa hiyo nitaplay hapa nitakuwa nikiplay mechi na kuskipu. Tazama kwao, nitakwenda kuanza sasa kuplay huku nikiwa na skipu, taplay huku nikiwa na skipu. mechi ya kwanza mechi ya kwanza nitaskipu. Nimefungwa goli tatu kama unavyopata kuona hapa, pia nitaskipu nitapiga ok, pia nitaskipu, nitarudi nyuma kabisa, nione, bado haijafunguka kitu chetu, simekiona nitabonyeza tena hapa, nitaplay mechi pia nitaiskipu, yani nitaiquiti. Nimefungwa goli tatu, lakini pia watakuwa nanipa maelekezo, nikiyafuata nitarudi tena, bado haijafunguka hii hapa, nadhani unaona kwa hiyo nita play tena. Baada ya kuplay sasa, nitaskip tena, nita quit, nitarudi nyuma kuangalia kama imefunguka, huku nikifata maelekezo yao, maelekezo ya viwanja ya nini na ya fata yote hapa. Ntarudi nyuma bado ijafunguka. Nitaskip kwa mara nyingine, nadhani itakuwa ni mara ya mwisho hii. Hapo pia hii nitaskip, hapo itakuwa imeshafunguka nadhani. Umeona kwamba hapa imefunguka vizuri kabisa. Hapa umeona, na kuna kakiulizo hapa juu kumaanisha kwamba imefunguka mpya, kama hapa sasa. Hapa utaweza kucheza gemu lako, gemu hasa hili la bale katika simu mbili, yaani huku na huku. Kwa hiyo hapa utabonyeza hapa, lakini pia na huku juu utabonyeza hapa hapa, kwa sababu ninge ngeni imekuletea maandishi haya utapiga okay, kisha piga okay, itakubidi sasa ukonekti lakini ni mara baada ya kuona kwamba simu zako kwa zote mbili zimekuwa kama hivi, unavyopata kuona. Umeona? kwa hiyo sasa hapo uta connect gemu hili na gemu hili. Una connectije? Utakwenda hapa hapa juu, utaingia kwenye wifi hivi, moja kwa moja utagandisha hapo sehemu ya wifi, utakuwa umeshaingia kwenye wifi. Lakini pia chini huku utatafuta neno ambalo limeandikwa hotspot. Hotspot iko wapi? Ni hapa, nikivuta hapa, maandishi hotspot. Hotspot hii hapa utagandisha, utaingia moja kwa moja katika hotspot. Kwa hiyo sasa simu zako zitakuwa kama hivi. Kinachofanyika hapa, utawasha hiyo hotspot ta. Umeona? Ukishawasha hotspot, inamaanisha jina la hii simu litakuja kwenye hii simu nyingine huku. Jina la hii simu litakuja kwenye simu nyingine. Umeona? Jina la hii simu ambalo ni hili la hapa ila hapa wameandika ZTE Blade A35 limekuja huko, utalibofya lakini, ukilibofya kama ikitokea lina password, password kama hii. Sindo ina password, utakwenda kuiangalia hapa hapa kwenye hotspot hapa, umeona hapa password hotspot, password Kwa hiyo sasa hapa tumesema kwamba password hii hapa ambayo utaiona hapa katika hotspot password utakwenda kujaza hapa katika neno sila hapa lakini pia unaweza ukafanya password isiwepo kwenye hii simu, kwa kubonyeza hapa katika security tap, alafu kaweka none hapo. Ukishaweka hivyo, inamaanisha kwamba hotspot ya hii simu itakuwa haina password kabisa. Kwa hiyo utaweza connect vizuri kabisa bila kuweka password yoyote yoyote cha msingi, wewe sasa utakwenda tu kubonyeza hili neno, kwa sababu password itakuwa haipo hapo. Sijui umenisoma kwa hiyo, itakwenda kujiconnect moja kwa moja paka itakapo connect moja kwa moja, yani usitoke hapa bila kuconnect moja kwa moja. Baada ya kuwa imeconnect, utaletewa kakitu kama haka hapa juu, ambako umekaona hapo, aka hapa, aka hapa, kwamba hapo itakuwa imeconnect haka kakitu huko juu, kwa hiyo utatoka sasa hapa kwenye hii hotspot zeni, na hapa chini utatokea hapa. Hapa. Kisha toka utaingia kwenye game lako kwa mara nyingine. Wakati umeingia hapa utabonyeza hapa okay, kwenye hii simu ya kwanza, then utabonyeza pale pale, lakini hiyo ni baada ya kujiconnect. Ukiona imeleta hivi ujue simu hii ilikuwa imewasha hotspot aa, ilikuwa imewasha eh, hotspot. Kwa hiyo utasubiria uwashe wifi kwa huku, lakini ya juu Utabonyeza sehemu kama hii, utabonyeza hapa katika multiplayer tab. Ukishabonyeza hapo, utakwenda hapa luka multiplayer, patakuletea neno kama hili hivi. Ukishaletewa hivi, ujue upo katika harakati ama, upo katika sehemu sasa ya kwenda kuconnect game lako. Kwa hiyo sasa cha msingi hapo, utaangalia huku uliwasha nini kwenye simu ya kwanza huku kwenye simu ya kwanza aliwasha hotspot. Kwa hiyo wewe, huku kwenye simu ya kwanza utawasha wifi, sawa, alafu hii nyingine utawasha hotspot, sawa. Hii nyingine yani utafanya kuchange kwamba hii ambayo uliwasha hichi utawasha hichi, hii ambayo uliwasha hichi utawasha hichi. Kwa hiyo huku nitakwenda kuwasha wanasema hotspot, hii hapo, sawa, hii hapo, hotspot, lakini kumbuka hii simu ya chini nimewasha wifi. Hii hapo hapa, jina limekuja, sauti sauti ya sifa kwao, nita connect hii sauti ya sifa. Kamera ituli kwa sababu nimeshika mimi mwenyewe kamera. Ikishaji connect nikaona imeandika connected, nitarudi tap huku, nitashusha tu hivi sawa, lakini pia simu itakuwa kama hivi. Nitabonyeza hapa kwenye wanasema luka mute player tap. Nikishabonyeza luka mute player nitabonyeza kati ya sehemu moja create, kati ya hizi simu mbili. Umeona pote patakuwa pana mabango kama, hebu nielewe, ni haya ni maelekezo niliyokupa, au sikiliza kwa makini ili uweze kufanya hichi kitu. Nitabonyeza hapa create, nikishabonyeza create then, nikishabonyeza create nitakuja kubonyeza haka kazedi kazedi t. Hakikisha kwamba unapobonyeza create simu moja, simu nyingine kuletee neno kama hili, ama jina la simu, utabonyeza tap Ukishabonyeza game zako zote zitakuwa kama hivi, na hapo utakua umejiunga. Inamaanisha kwamba game zote zitakuwa zikisoma vizuri kabisa kama unavyopata kuona. Kwa hiyo sasa hapa ikishakuwa hivi e, kama hivi unavyopata kuona, baada ya kuconnect, inamaanisha kwamba nikibonyeza hapa player, na huku juu nikabonyeza player ita play. Kama hapa nikibadilisha nguo na hapa chini inabadilisha, yani. Kwa hiyo nikibadilisha hapa na huku chini inabadilisha, lakini pia nikibonyeza hapa play na huku ita play. Kwa hiyo pote pawili itakwenda kuplay na hivi ndivyo ninavyomaanisha kwamba kucheza gemu simu mbili kwa mechi moja. Okay. Kumbuka tu kwamba mimi naitwa Sauti ya Sifa. Kama unatamani kucheza gemu hili na hauna alipatikani Play Store, nifate kwenye namba zangu za simu pale WhatsApp 0757736498, nikurushie gemu hili. Okay. Hivyo ndivyo ambavyo utakwenda kuseti game lako hasa Dream League la bale, uweza kucheza simu kwa simu. Nadhani umejionea wewe mwenyewe katika kioo chetu cha simu ama katika simu zetu zote mbili. Kumbuka tu kwamba kama unahitaji gemu hilo gemu hilo bado halipatikani Play Store kwa hivi sasa, unaweza ukanifata WhatsApp na kiasi chako shi cha shilingi elfu mbili Ukilipata kupitia WhatsApp, so utatuma elfu mbili ya bando ama kunichangia mimi, mimi nitakutumia gemu hilo moja kwa moja. Utaliweka kwenye simu yako, utamrushia mwenzako kupitia Exenda, Bluetooth na vitu vingine kama hivo, then mtafungua proses ambazo nimefanya mimi, na mtaanza kucheza watu wawili. Kwenye koment, niambie unatokea wapi na unaitizama kutoka wapi, lakini pia totolio gani ambayo imekuvutia zaidi hapa katika channel kubwa, channel pendwa nchini Tanzania, hasa katika jukwaa la YouTube hapa. Naizungumzia Ticha Sauti ya Sifa. Mimi ni kutakia utazamaji mwema wa video zingine ambazo zinafata. Tukutane wakati mwingine, bye.